Mtazamaji wa Bunda la TV, karibu sana katika makala hii kuhusu mwandishi nguri wa fasihi. Mwandaji na msimulizi wako ni mimi Elizabeth Muguru. Ngugi wa Thiong'o ni mwandishi mashuhuri na nguli wa fasihi aliyezaliwa Limuru nchini Kenya tarehe 5 Januari 1938 ambapo alipewa jina na wazazi wake James Ngugi. Mwaka huo Kenya ilikuwa chini ya ukoloni wa Uingereza. Ngugi alijiunga na chuo cha Makerere mwaka 1959, wakati ambao Waingereza wakipambana kudumisha utawala wao nchini Kenya. Ngugi alitoa riwaya yake, alitoa riwaya yake ya kwanza na mwandishi wa Nigeria Chinua Achebe ambapo kitabu cha kilitolewa mwaka 1964. Mwaka 1977 alichapisha riwaya yake ya mwisho ya lugha ya Kiingereza Petals of Blood, ambapo rasmi aliacha kutumia jina la James Ngugi na kuitwa Ngugi wa Thiong'o. Hakuishia hapo, aliandika tamthilia iliyoitwa I Will Marry When I Want tamthiria ambayo ilikuwa na taswira ya kitabaka nchini Kenya. Aidha, shughuli za Ngugi zilizimwa na serikali ya rais wa, wa wakati huo Jomo Kenyatta na Ngugi kuishia jela kwa muda wa mwaka mmoja. Hata hivyo kufungwa kwake jela Ngugi kulileta matunda katika kazi yake, kwani alipata nafasi ya kuandika riwaya yake ya kwanza ya Kikuyu iliyoitwa Ibilisi Msalabani. Inasemekana alitumia karatasi ya chooni kuandika kitabu kizima kwani hakuwa na daftari. Ngugi aliachiliwa huru baada ya Raisi Daniel arap Moi kuingia madarakani, ambapo baada ya kutoka jela Ngugi alihamia Uingereza kwa takribani miaka ishirini na miwili. Ngugi wa Thiong'o mwaka 1995 alisumbuliwa na saratani ya kibofu cha mkojo. 2019 alikuwa na upasuaji wa moyo mara tatu na kuanza kuangaika na tatizo la figo. Ngugi wa Thiong'o amefariki tarehe ishirini na nane mwezi wa tano mwaka 2025 kwa matatizo ya figo na tezi dume huko Georgia, Marekani akiwa na umri wa miaka themanini na saba. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Ni mimi msimuliazi wako Elizabeth Mwigulu, na hii ni Bundala TV.